Sawa. yangu You're You're You're a pretender. You're wicked. You're ana evil. Don't Don't even try. Don't usini even usini try. Usini try. Mambo vipi? John Cena Silver, na kawaida yetu ni kama kawaida. Hii ni John Cena Silver TV. Ehe. Eh, nawapenda sana na kama ni mara yako ya kwanza uja subscribe, make sure umefanya hivyo. 100k tunakaribia, ndio hiyo tunakaribia kufika tukanyage, so mm -hmm. tupewe ile silver pesa pesa pesa lazima upatiwe, si, wala kuna kuna gift hiyo hiyo hiyo. Sasa sasa nitafutia yeah, mtu mtu mtu silver plate yako ni mm. Nataka mtu, mimi nataka <tipi> yeah? kuuzia mimi mimi hela haita leta faida eh, unapenda pesa sana kama wewe kweli hakuna, lakini watu mlisema nilikula nyama nyama nyama mimi, by the way uongo mbaya. Hey bro, wewe ulikula nyama Ah, nili, hey, nili, nili sherekea nyama. Sasa watu kwa kwa kwa nini mbuzi yangu mimi mm -hmm. mimi ina pesa eh, nani nimeweka nimeweka hapa hapa. Ah, unaona vile mlikula kwa chupa chupa, tena nitakuregesha sawa sawa. Eti unakata unakataa, nakataa nini, unasema yeye no? Nyama ilikuwa yangu, naniulize hivi, ni kwa nini unataka kufanya ushirikina? Ushirikina gani? Unajua, najua kichwa namuma sana Si umaskini ndo nafanya kichwa kinaumuma, matangu nikule ile nyama na nilikataza mkitaka. Mimi mkitakaay, ikome si tu sana ukufe, haiku ni si si si maskini mwanao. Lakini unajua ulikula sana ama ulikuwa una njaa? <laughs> Nikawa jana nilikuwa nja, sitadanganya jana nilikuwa nja. Watu wanasema eti mimi na wewe napenda kukula, mimi ningekula? Jamani, mlikula nini? <laughs> wote <laughs> sijui huyo <laughs> nini <njikura tamani>. <laughs> <laughs> sijui huyo mashini nini? Ni mashini jamani, mashini yenyu ya gari meuza nda kukula, mashini yenye meuza yenye nanguwa makoti kubwa kubwa, huyu mm. Huyu bwana njoo naongea unaita daktari aje wewe. Wewe unajua wewe. Saizi nini? Unataka kunigeuza paka? Haya, lazima ugeuzwe Mama hadi hadi mwenyewe akumbuki. Iko kwa jina langu, nipe nani? Sina, mbona mnacha huyu bwana? Unafaa kurudisha sasa hivi, unafaa kurudisha hizo. Ni venye mimi sina sasa hivi, pesa si yangu mimi. Pesa ingekuwa yangu, ona venye anacheka a sarcastic laugh. Hizo vitu tunakujia ni DT tunangojea mdogo tu, brick by brick step by step, na unaona venye sa pikipiki nilishachukua piki, bakia DD hiyo property. Na hiyo gari gari pia gari mdogo tu. Utachagua moja hizo <coughs> <coughs> vitu ukizitaka rudi kwangu tukae pamoja. Ukikataa, inakuwa futi ngapi chini? Miminawa, Mimi utaenda huko chini, sita tisa kumi, futi ngapi? mimi ngoja ni sawa, siku zako basi. sasa wewe unataka kuua watu au unataka kumaliza watu? hakuna kumaliza watu, watu. Mm. akitaka mali mm, zake anirudie tukae kama kitambo, kama amenisisa, nataka zikuwe zake peke yake, vile nimesema, ulicheza na roho yangu, lakini pesa yangu, pesa yangu utacheza nayo. Wewe ucheza nayo. Sawa. pesa zako si ndo nacheza nayo

Anaongea kizungu. Afunze nani? Sasa unaniita mwanamuziki au ni nani? Tukiwa na wewe sivyo, ndo nilitanga, lakini tukiwa na wewe huko kitandani ulikuwa umenipenda. Sasa hizi yani unanidharau tu yani, unajua sasa hizi anateseka huyu na sasa vitu za unarudisha vitu, vitu zote Tushaju. Tusha, hakuna hatujaanza kurudisha bado, daktari hajaanza kurudisha. Alikuwa anakuonyesha kama ana uwezo wa kujua mahali vitu ziko. Haiwezekani. Mhm. Mhm. Umesikia bro anasema haiwezekani. Haiwezekani, Mdogo hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Mambo ya daktari mimi naaminia. Mhm. Step by step tutapata kila kitu, pikipiki mm, ilikuwa ya kwanza. Tukakula tukakula nyama, ndio nasikia na shida, wengine wanagonjeka. Nilifanya mambo zangu, mwanamke ana vitu mingi, nilikula tu kidogo kidogo na hadi mulibeba Walipeleka wapi? Mulibeba, waambie watu, mimi nilibeba kweli, kweli kweli. Waambie waambie tu tu jamani. Nini? Mimi mimi mimi, wanasema mimi nimebeba mingi. wenye ulikuja uh nao, Tulibeba hiyo -huh. ni pesa yake <laughs> Lazima lazi angebeba. Okay. Na director. Na director. Mimi nilibeba. Ah, sina kubeba. Ma, lakini mlikula nyinyi wote. <laughs>

Acha niulize kitu moja hivi. Eh, watu wangu uliza Masijun kama nilibeba nyama kwenda kwa nyumba. Kama aliona nyama. Wapi? Sikubeba. Si kuambie tu kweli wewe uweze danganya. Haukubeba, watatu walibeba. Si ndio? Nani na nani na nani? Ngobera na Mr. Berana. Na huyu mume wangu. Na nani mwingine? Na wewe director wako huyu wenye alikuwa anasema asijana natamani nini. Sasa, huyu mwanaume nataka niambie vizuri hmm.

am nimeshikilia siri yangu because you're a lady i respect women but don't don't don't try try try hitting me again. Try try me again sawa usijaribu hebu niache with utanirudia by force hiyo chupa yako yako sawa sawa i'm so done with with you you up up my heart but you're not messing amekuwa na kiburi Akona kiburi mingi mm -hmm. Na kiburi unataka hivi ndio ikanyagia like, hivi chini ni malize yote ni you know yeah? Unacheza na moto, ngoja tutakuchoma polepole tu na tumeanza. Wewe ni moto wewe, yes. Kama ni moto mimi ni maji nitaizima. Nitaizima. Unaona hiyo moto moto, unasema mimi ni maji nitaizima. The four years nimekuwa Amerika, nimepitia, wewe. Mepitia nini? Don't try me, Rehema, no, kilema, na kilema. <sighs> ni h nimekuwa Amerika hujuicha nimepitia. Hata kwanza tunashukuru kwanza. Lipatana na sina na tunaongea vizuri na shukuru. Shukuru, yani, from the airport mpaka sahii, kila kitu ime unfold. Karakta yako imeonekana vizuri kila kitu kuhusu, imeonekana. I'm so done with you. Wewe? Oh. Shauri yako. O yeah. Pia shauri yako. After nimepata mali yangu, itakuwa shauri yako. Naweza kuongelesha kidogo. Unataka kuniambia? Unaweza nifuata, nifuata. Chunga, chungana naye sana <coughs> Chunga nachunga vizuri, mfanye masaji. Uwezi kuja nikuita hapa, anaweza kumwekelea hata kisu. Wewe unaenda wapi? Kmefaya kuita hapa, hizo mali. Unatuona tunaenjoy vizuri, tuko na peace. Sasa mwenyewe anazitaka naona, kwani utaki tukule hizo vitu zake? Si mzuri, si mzuri. Mi nataka tu pita patie mali zake, urudi from zero, urudi from zero, sio. Sasa unafurahia nikiteseka? Mali ya mtu si kitu kizuri. Unafurahia nikiteseka?

Patiana title deed kila kitu gari na kila kitu kwa poa. Sasa umesema hatuwezi kuungana. Kuungana ah, kuungana kuungana sioni hatuwezi kuungana. Sasa ah, unataka nikusaidie aje? Unaona sasa hivi unateseka wewe ni, ni maskini wana... sa, au ni, maskini, ni... ni tangu nifukuze mm mi -hmm. ni fukuze, homeless sina nalala kwa studio but najua make na, na make make it. Sina... Make it. Uko, uko show, make it. Sina. Uta uta Uko Yeah, niko sure nakuimkeitskoht niko sure. Ama niwachi niwape muda muongee ongee naona mm -hmm. mnaongea kweli? Ku, anakuambia nini? Sijui Kenya ananiambia nata, sijui mbona umetufuata. Ah, ni nimemtoa huko, ilikuwa siri, ndio maana nimemtoa huko penye mmekua. hmm. E, sasa excuse kidogo, nisina muda, kama unaweza tu excuse kidogo, kuna tu mambo natengeneza. Ni sawa, nipatie tu muda nisikie Kenya ananiambia kama bado nanipenda. hmm. Sasa umesema hakuna au utaregesha? Siwezi regesha. Sawa na nini, kwa umelaki nini kwa nini Maisha yako vitu mob sana, vitu mob sana zenye nimelaka oh. hmm. Hiyo miniswa... ulikuwa umeleta hapo niulize mambo swali ama, ama nini sana nakuuliza juu unateseka. Sasa kuna siku moja naweza kuleta ami angu na wewe iliisha eh, sioni kama tunaweza taka tena kunini? Sasa unajifanya jeuri na una kitu yote. Unajifanya jeuri na una kitu yote, si ndio? Ni sawa, najifanya jeuri sina kitu yote lakini mimi na wewe acha kuisha. Sitaki, wacha tu nikuwe maskini. Wacha nikuwe maskini. Ni sawa. Wacha nikuwe maskini. Unataka kuwa maskini? Si ndio? Sawa. Ai, ai, ai, ai. Leta mkono. Mwogele nini wote huko, mimi sipendi ujinga. Mwogele nini nini, acha kunieke acha kac nini Mnacha kunichezea akili. Unadhani mimi ni mjinga, si ndio? Mnanona mi ni mjinga? Bro, mi si mjinga namtoke. Hebu mtoke muende. Mtoke muende. No. Na watu stupid. <coughs> Really? Yeah. Gki hii ni historia daktari tu, nimeboeka naye chena. Tuna hiyo story, nataka kukuua, nataka kukumaliza At least once in a week. ameogana. Hey bro, uni mtu ulikuwa naye sa unasema ati ati at least once in a week. Tatiameogana, yeah. aende vitu zake. Umechoka na mimi ni sawa. Next ni wewe, ujue nitakufanyia wewe boba.

Nimefurahi unajua kuswim. Hadina, anaitwa nani huyu mtu wenyewe? Bata, mnaogelea kama bata. I like it. Kama movie, kama drama. Una filaje? Hizo ni swali gani unaniuliza wewe? Nilikuambia huyu mwanamke ana utu.

acha nisimame nipige advert fulani alafu tumalize. Watu wangu ni Johncena Silver, kuna niliwaambia kama unahitaji kupimiwa suit, Senator suits, wako Nairobi, Nairobi CBD wanashona nguo kali sana. Unacheki nguo kama hii, Senator suits ndio wanashona. Cheki venye nakaa, bei si pesa mingi. Ukihitaji 10000 uwezi kosa suit, kuna zile zingine za 5000, 6000, 8000, uwezi kosa kama unahitaji kung'ara na unatafuta fundi mzuri sana wa kukushonea eh, Senator Suits nitumie, nipigie simu 0704 315459, nikupee namba yao uzidi kuzungumza, mpange uende upimwe, akushonee ile nguo ambayo unahitaji. Wanawake anashona, wanaume anashona, nguo zote pia anashona. Asante sana.